Katika mwaka wa saba baada ya Hijra, Uislamu ulikuwa umesimama imara na jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lilikuwa likisambaa kote katika bara la Arabia. Lakini kulikuwa na ngome moja yenye nguvu iliyojaa wingi wa silaha na mali, Khaybar. Humo waliishi Mayahudi waliokuwa wamesaini makubaliano na Waislamu, lakini baadaye wakavunja ahadi hizo walianza kushirikiana na maadui wa Uislamu, wakipanga njama za vita dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipojua mipango yao alikusanya jeshi lenye takriban wapiganaji elfu moja na mia nne. Walisafiri usiku wakinyamaza kimya hadi wakafika nje ya Khaybar. Asubuhi ilipowadia sauti ya adhana ilisikika ikiashiria mwanzo wa siku ya haki. Ngome za Khaybar zilikuwa zenye nguvu: ukuta juu ya ukuta, mlango mkubwa wa chuma, na wapiganaji waliokuwa wamejizatiti kwa ulinzi mkali. Lakini Waislamu walikuwa na kitu kikubwa zaidi: imani. Siku ya kwanza, Abu Bakar radhi Allahu anhu alipewa bendera, alijitahidi lakini ngome haikupasuka. Siku ya pili Omar ibnul Khattab radhiyallahu anhu naye akapewa, akapambana kwa ujasiri, lakini bado haikuvunjika. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, kesho nitampa bendera mtu ambaye anampenda Allah na Mtume wake na Allah na Mtume wake wanampenda yeye. Kila sahaba alitamani kuwa huyo mtu. Asubuhi ilipofika, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwita Lete Ali ibn Abi Talib lakini Ali alikuwa haoni vizuri macho yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatema mate machoni pake akaombea dua macho yake yakapona papo hapo Ali radhiya allahu anhu akachukua bendera kwa ujasiri akasema nitapigana mpaka Allah atapokewa ushindi na kweli mapambano makali yakaanza ali akapigana hadi akavunja mlango wa ngome kwa mikono yake. Mlango huo mzito uliokuwa ukihitaji wanaume kadhaa kuubeba yeye akaubeba ya peke yake kama ngao. Baada ya ushindi, Waislamu wakaingia ndani ya Khaybar, miji yote ya Mayahudi ikasalimu amri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwadhulumu, aliwaruhusu wabaki katika ardhi yao wakilima na kugawana mazao kwa uadilifu. Vita vya Khaybar vilikuwa ishara ya ushindi wa haki juu ya hila, ushindi wa imani juu ya nguvu, na ushahidi kuwa pale Allah anapounga mkono, hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kushinda. Mwisho wa vita hivi ulileta utulivu, heshima na kuenea kwa Uislamu katika sehemu nyingi za Arabia. Na leo tunajifunza somo moja kuu kutoka Khaybar, kuwa ushindi wa kweli si kwa upanga, bali kwa imani, subra na utiifu kwa Allah.